Ninajua Mungu huko mahali hapa, Bwana, kwa ajili ya kuhudumia nafsi ya moja mmoja. Anza na mimi Bwana, anza na mimi jeoma, maana niko katikati ya mwaka Bwana, bado miezi sita tu Bwana, nimalize mwaka. Ninajua Mungu utare, anza na mimi siku ya leo tarehe kumi na nne. Anza na mimi Bwana, anza oh, na mimi ifikapo mwezi wa kumi na mbili, oh, Bwana, nikuone wewe nikuone

Neema yako ya kutosha Yesu. Neema yako ya kutosha Yesu haifananishwa na, na mtu yoyote. Tunasema asante Yesu, katikati kati yetu ya Mungu wa majeshi, tunaomba ituhudumia katika jina la Yesu Kristo. tunaomba ituhudumia katika jina la Yesu, tunaomba neema yako, tunaomba kibali chako, tunaomba Mungu utusaidie amungu tutetee baba, asante kwa kila medya, kwa ajili ya kila mmoja anayetusikiliza kwa njia ya ibada laivi, kwa njia ya YouTube, kwa njia ya Facebook na alipopote alipo duniani, ninaomba ukampe haja ya moyo wake, naomba ukampe furaha na amani katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mshangilie Bwana Yesu Ongeza makofi na migelegele. Amen, naomba ukae kwenye uwepo wa Mungu. Haleluya, tuna somo letu linalosema kushughulikia roho ya mauti kwenye mifumo ya uchumi. Kushughulikia roho ya mauti kwenye mifumo ya kiuchumi. Kushughulikia roho ya mauti kwenye mifumo ya kiuchumi. Roho ya mauti. Kitabu cha Zaburi ya sitini na nane mstari wa ishirini. Ii kitu kinacho nani haiwezi ondoka, ii kwenye maiki nani, kwenye spika. Haleluya! Zaburi ya sitini na nane mstari wa ishirini Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa. Sema, Mungu kwetu sisi ni Mungu wa kuokoa, na njia za kutoka mautini zina Yehova, Bwana na njia za kutoka mautini. Tumeanza somo mpya, na kabla ili somo, napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kongamano la siku mbili. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya uzinduzi wa kitabu changu cha nguvu ya ndoto. Wangapi wanayo kitabu cha nguvu ya ndoto? Mikono juu. Wote mnayo? Nyoja kabisa, mmechukua wao. Wangapi hawana, ambao hawana hamkuchukua ni shilingi elfu kumi, ni sadaka yako kwa ajili ya Bwana. Tunamshukuru Mungu, kwenye kipengele cha plaster tumemaliza kabisa. Situmshangilie Mungu, tunamshukuru, tumemaliza plaster na sasa kile kitu ambacho kimebakia ni magreli kuwekwa na Paskali. Ameniambia magrili atakuwa tayari lini, eh? jifunge mwenyewe amesemaje, Ijumaa magrili itakuwa, zitakuwa tayari. Maana yake jumatatu ijayo utaanza kuweka au ndio tunaanza kuweka Jumatatu jumaa Ijumaa. Ah, itakuwa tayari hapa, amen. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana baada ya plasta kukarib, kukamilika, na unaona sasa ngazi inajengwa pale, mafundi wanaendelea kwa haraka sana. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa ajili ya magrili, lakini baada ya muda mfupi ama mchache pia tutaingia kwenye eneo la nini, milango. Kuna siku utashangaa milango imewekwa magrili tayari, tutamshukuru Mungu kwa pamoja. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki kila aliyetoa sadaka yake ya kununua nini, kitabu chake. Amen. Kile tulichotegemea hatukupata kwa hiyo. Kwa sasa tunachokifanya ni kuhakikisha tunatengeneza milango na magrili, tuweke mazingira vizuri. Kwa hiyo madhabahu bado ambie mwenzako, hela bado. Si mmeona nyewe wenyewe, hela bado, eh? Wangapi waliona hela haijatimia kile tulitaka, nyoshe mikono juu. Amen. kwa hiyo Acha tumalize kurudi hapa. Inawezekana haiwezekani, turudishe nguvu hapa. Amen. Mimi niombeeni, nitapambana nihakikishe tunaweka hapa sasa. Mimi nitakuwa mchokozi, Mungu akinisaidia nikapata hela tunaweka hapa mpaka mwisho, hii ibaki baki, alafu nyewe mtaamua iendelee kuwa hivi mmenielewa. Lakini ye mtaamu huku kutapendeza, alafu hapa tuache, alafu wewe utaamua. Isaya, wewe utaamua, ufanye usifanye. Nani? Mika, wewe utaamua. Alexi utaamua, kila mtu ataamua. Amen ila inawezekana, na Mungu akafanya hayo yote, tutayafanya lakini, mbele yetu tuna kazi kubwa moja ndani ya mwaka huu. Kazi kubwa mwaka huu tulionayo, nataka tununue mitambo ya redio. Sema mitambo ya redio. Tunaweza, hatuwezi? Tunaweza, hatuwezi? Wakati tunasubiri tupate masafa, nataka tuendelee kukusanya hela. Mwambie mwenzako, hela ya nini? ya kununua mitambo ya ofisi ya redio. Tayari sawa eh? Sema tayari Sema tayari! Sema tayari! Kwa hiyo nataka tununue mitambo ya redio. Wangapi watafanya hivyo eh? Wote, wote. Baada ya hiki kitabu, ninaomba kama unataka kama vile ambavyo kwenye harusi awamu hii naomba, vile unajiandaa kwenye harusi, zile fedha za harusi kusanya, ni shingapi? harusi ya mtu unayempenda unavaa shingapi eh? Eti, harusi ya mtu unayempenda unavaaga shingapi nywele? Ile elfu hamsini ya nywele, naomba tuiweke kwenye redio waksi shingapi pamoja na kushona shinga e? elfu hamsini waksi, kushona na e? mashono elfu jumlisha kitambaa, ile hela naomba usiinunue, waksi nilete. <laughs> Kingine nyechekeni, kingine kiatu shingapi? Usiinunue hiyo siku, kiatu niletee, tuweke kwenye redio nyingine? Ehe? nini? Saluni kujiremba, naomba siku hiyo usijipodoe <laughs> ile hela ya kujipodoa weka kwenye nini? Kwenye redio, amen. Kingine ni nini? Zawadi. Ile zawadi, siku hiyo usinunue zawadi, andaa nini, eh, ile hela ya zawadi weke kwenye nini? Redio. Kwa hiyo kuna watu watanunua maiki mwingine atanunua, wachache watanunua nini, sijui. Kwa hiyo ninaomba jiandae, hiyo siku itaitwa mbesi ya kutoa sadaka. Sema mbesi. Mbesi inaitwaje? Mi sijui sana maana ya mbesi. Na nimepewa tu ile siku nimekuja huku ndio nikapewaga, sijapewa tena ninaomba hiyo siku jiweke vizuri amen, amen. Kwa hiyo naomba ujiandae, vile ambavyo uliona kongamano ilivyo nzuri, maana yake tutarajie mazuri zaidi. Nataka tuigeuze lemguru iwe kama nani, amesemaje? Mheshimiwa mbunge alisemaje? Mheshimiwa Gambo alisemaje? Alisema chana, Amen. Kwa hiyo natamani Mungu akubariki sana, akuinue sana. Ndio maana tumeanza m